Wakazi na jamaa wapita Lekaso walikusanyika nyumbani kwake, mwanaume mwenye tabasamu iliyosawiri huzuni. Mke na mwanawe wamebahatika kuwa hai baada ya kisa ambacho nusura kiwaangamize. Inahuzunisha kwa wahudumu wa afya katika hospitali ya matibabu maalum ya Maralal, walikuwa wamesema mkewe anastahili kufanyiwa upasuaji wa dharura na kukataa kumhudumia baada ya kukaidi ushauri wao. Kulingana na Lekaso, mkewe ana watoto wengine watatu. Sasa wakaniambia niende nione daktari, daktari mkubwa. Nikaenda pale kwa hieta walikuwa wameketi pale nikaenda nikamwona, akaniambia sasa, uh, vile sisi tumeamua tumesema mama afanywe operation. Kama utaki uende usaini barua akwamba umekataa tufanywe operation. If anything happens kwa huyo patient uh, utalaumu daktari. Nikaambia mimi sina shaka haina, sina wasiwasi na hiyo kuweka msumari moto kwenye kidonda. Mwanamke mmoja anadaiwa kuaga dunia mikononi mwa wahudumu wa matibabu katika hospitali hiyo siku iliyotangulia. Mkewe Lekaaso alijifungua hadharani machoni pa umma nje ya hospitali hiyo baada ya kukataliwa katika hospitali hiyo. Management ya hospitali sijui nini mbaya, aoni kama wa, a, watu ni watu, wanaona kama ni wanyama. Na kama nilifuata sheria vile e, hao wamesema, bila shaka mama angefanyiwa operation nikaanza kupiga kelele hapo, nikaambia mama, hii si mzuri. Sasa hii ni mambo gani hii? Mnakuja kufanyisha mama operation hapa? I mean, mama anakuja kusaa mbele ya watu saa sita ya mchana, kila mtu anaona, na ni vibaya sana. Mama Elekaaso amewashutumu wahudumu hao wa afya kwa kumhangaisha wifie alipompeleka katika hospitali hiyo. Anasema kama hapana akubali kupasuliwa mshiana tumbo, basi peleka nyumbani sisi nakaa na, na tu anaweka sisi kitanda na kaka kidogo nasema yanda napunguza sisi. Wakazi sasa wanataka serikali ya kaunti ya Samburu ichukue hatua na kuwashtumu wahudumu kwa matibabu katika hospitali hiyo kwa kutofanya kazi yao ipasavyo. Familia ya mwana aliyefariki katika hospitali hiyo inatafakari kuchukua hatua ya sheria dhidi ya wasimamizi wa hospitali hiyo. People are responsible. Night shift, neglect the, their duty, and, uh, and allow the life of our beloved sister to pass away. Juhudi za kuzungumza simamizi wa hospitali hiyo na hata waziri wa afya katika kaunti hiyo ziliambulia patupu. Job Curia, Darubini ya Channel One.